Yes, habari gani? Leo nimeamua nipite katika moja kati ya soko maarufu sana visiwani hapa, linaitwa Darajani. So so twende pamoja, usisahau kusubscribe kulike kucomment na kushare, tuweze kuona yapi yanapatikana katika darajani souk. So, ni soko maarufu na lenye vibe na watu wengi sana so tuanze tu tuweze kuona yapi yanapatikana Darajani. yeah.

This is Zanzibar, this is Darajani souk, Darajani, this is Darajani souk tupotee pamoja mimi mwenyewe ni stranger. Hapa sijui chochote lakini tuendelee kupita tu, tu, tu tuweze kuona tutafika wapi yeah. kama tutapotea basi takuwa Darajani. So unaweza kuona ni soko kubwa ambalo zinauzwa vitu vya aina mbalimbali mbali. Yaani, ya yeah, ni kama Kariakoo ya koo Unguja ni kama Kariakoo.

Asalamu alaikum soko ambalo linakusanya watu wengi sana na vibe kulizunguka soko hili ni ni kubwa sana kama kali ya kokwa yeah. Dar es Salaam to so. Niko hapa explore a little bit kuhusiana na soko hili Darajani souk. <laughs> <laughs> Niambie kama unalifahamu soko hili la Darajani na unalifahamu kwa lipi, basi niandikia hapo chini kwenye comment, na usisahau kusubscribe kulike, yeah

So niandikie hapo chini kwenye comment, una lifahamu vipi soko hili la Darajani? <coughs>

Niandikie kwenye komenti, umelionaje soko la Darajani uh -huh. Ikiwa nimekupitisha hapa katika mitaa kadhaa wa kadhaa, kama hapa unauza baya yep. na mambo mengine kama haya, so niandikie hapo. umelionaje ya uh, soko la Darajani uh -huh. na hapa nipo kuja kutokea ni Benjamin William Mkapa gate, yeah. Hii ndio Darajani sok, yani maeneo maarufu sana Unguja hapa Uzanzibar, so unaweza kufika ukaja kutembea ya yeah. Ni sehemu ambayo iko peace and cool uh -huh. Naweza ukaona mwenyewe inside Darajani market. kuna fana naye yeah. hilo ndo soko la Darajani ya yeah. Zanzibari ni njema atakaye na aje yeah. karibuni sana Zanzibar, mji wa wenye historia pana sana, ni mji wa Swahili ya yeah. mambo yake tutaendelea kuyaeleza taratibu taratibu taratibu, kadri siku zinavyoenda na kadri tutakavyowiwa. yeah. so hiyo ndo Zanzibari, tuendelee ku explore maeneo haya ya Darajani. Lengo langu mimi uijue Zanzibar, hata kama siku ukifika, isiwe tabu kwako wewe. Kwa hivyo salia nami mpaka mwisho, bado tuko Darajani ya yeah. Ya, tuendelee ku explore Darajani souk. Niandikie, unalijuaje soko hili la Darajani? Uliwe kufika mwaka gani? Au kama uko Unguja, nipe historia ya soko hili la Darajani. Mi ndo niko hapa leo ya, naitwa Nampigera Chinduli. Enjoy the view of Zanzibar, mji mkongwe wenye historia kubwa sana ya.

Hivyo ndio vilikuwa viunga vya soko la Darajani yep. Nimekupitisha hapo. Hivyo ndio viunga vya soko la Darajani japo kwa uchache. Niandikie hapo chini umeona nini na ungetamani tamani nini kiboreshwe katika soko hili kongwe maarufu, yeah, la muda mrefu ya la Darajani. Mimi ndio Navigeta Chinduli, hadi wakati mwingine, hala.